Ingia YouTube channel yake uweze kuisikiliza na wewe, kisha utakachosikia, please naomba acha maoni yako kwenye exclusive hii na kufikisha hii. Ni vipi utazipata habari motomoto za mastaa wa nyumbani na East Africa? Jiunge na Drama News Star, na hii sio ya kukosa, kwa ladha ya sauti na interview yenye ubora wake. Hebana, mambo vipi? Natumaini kwa salama popote pale ulipo. Hii ni Drama News Star, ambayo tunakuletea zile taarifa ambazo inastahili kabisa kuzijua wewe, mdau wa mziki wa East Africa. Niite Kube Drama, D R A M A. Asante pia kwa mshia subscribe YouTube channel yangu, inaandikwa ni Drama News Star. Moja kwa moja, leo nakuletea zile ambazo tayari media ya Bujumbura. Ni masaa matatu yamekamilika sasa tangu tuione remix tatu ndani ya nyimbo Power. Moja ndani ya vitu ambavyo tayari vimeshangaza wadau wa mziki wa East Africa, wanakwambia vipi, Mbosso anaweza akaachia remix tatu ya nyimbo moja, lakini pia mimi naidefine kwamba ni ukuaji wa mziki. unajua katika room number three Power ni nyimbo ambayo ilifanya vizuri zaidi, na moja ndani ya vitu ambavyo tayari mpaka muda huyu vinazidi kusemesha watu na kila mtu kuweza kustaajabu ni hii moja ambayo inahusu EP ya Rome number 3. Moja ndani ya kitu ambacho inahitaji labda nikukumbushe, japo na kijua, ni kwamba Rome number 3 imezaliwa ama imeingia YouTube channel yake kuanzia kuanzia mwezi wa sita tarehe 12 mwaka 2025, ndiyo imeweza kuishi kabisa kwenye YouTube channel yake, na imebahatika kuwa track number 1 kwenye EP hiyo ya Rome number 3. Lakini pia hiyo ni moja ambayo nataka nikujongezee tena Pawa ni nyimbo ambayo mpaka muda huyu inazidi kutengeneza, inazidi kujiongoza vizuri kabisa, zaidi ya wafuatiliaji milioni saba na laki milioni saba na elfu ishirini na tisa na mia nne na hamsini na sita ndio watazamaji tayari wameshajiunga YouTube chaneli yake kwa kuweza kuitazama na kuweza kuichakachua zaidi, lakini ikumbukwe room namba tatu imeweza kuongozwa na nyimbo kadhaa kama nusu saa tena na zingine kadhalika, kama Pawa, lakini pia hiyo inaweza ikakuchukua mpaka time hii, inaweza nikakufikishia hivi. Ikumbuke kwamba Khaligraph Jones pamoja na The Ben pamoja na Darassa na Billnass na G Nako, moja ndani ya hizo zimesikika sauti katika nyimbo hizo tatu, ambazo namaliza nataka nizikutajie. Power Remix number one imeweza kushughulikiwa rasmi kabisa na Khaligraph Jones akiwa pamoja na mmiliki halali wa nyimbo Power. Power Remix number two imeweza kuongozwa na The Ben, msanii kutokea nchini Rwanda. Power remix number tatu imeweza kuongozwa na Darasa Billnass pamoja na G Nako. Wewe una lipi la kuzungumzia kwa neno Power ama kwa remix hizi tatu? Unahisi ni kitu gani ambacho Mbosso ametaka akitengeneze, kuachia remix tatu kwa muda umoja? Basi make sure kama hujajiunga nayo, ingia YouTube channel yake uweze kuisikiliza, na wewe kisha utakachosikia Please, naomba acha maoni yako kwenye exclusive hii na kufikisha hii kama Kube Drama D R A M A. Ukiusosera abakobwa bose, lakini pia siwezi nikakuacha hivyo kiuzembe. Ngoja nikufikishie hii ambayo tena inaweza ikakupeleka mpaka kuzitambua zingine taarifa za msanii Mbosso, ama mimi namuita Mbwana Yusuf Kilungi Ebana, kutoka maktaba ya burudani. Msanii wa mziki wa bongo fleva Mbossokhan ama Mbwana Yusuf Kilungi aliwahi kumsifia Iron Woya kutokana na uzuri wake, akasema kwamba Woya kutokana na uzuri wake anasema kwamba kuna kipindi alirudi. Kuna kipindi alirudia movie ya Iron Woya mara ishirini. Siongei kwa sababu ya mtu mwingine kunielewa vibaya akizungumzia mmoja ndani ya wanawake wazuri ambao Mungu katubariki sana kwenye nchi yao ya Tanzania. Basi Irene Woya ni mmoja ya wapo wanawake tuliobarikiwa ila sijaamini hadi nimemmezea mate, kasema ukweli wa haki. Ukiwa mwanaume rijali ambaye unakamilika, ukimwona tu ama ukiona tu labda picha yake au hata yeye mwenyewe ulivyokutana naye, kama kuna upumbavu wote ulivyokutana nayo kichwani, utakuwa ni matatizo. Mimi nakumbuka kuna movie yake ya zamani, pindi hicho ningali mdogo hivi, nilikuwa naipenda sana ile movie, nilirudi mara ishirini. Hiyo ameandika Mbossokhan, nimesema kwamba mimi ni kubedrama Asante na shukrani kume subscribe to YouTube channel yangu. TikTok napatikana kwa jina la Kube Drama, asante keni kunifollow. Chao chao. ni vipi utazipata habari motomoto za mastaa wa nyumbani na East Africa? Jiunge na Drama News Star, na hii sio ya kukosa kwa ladha ya sauti na interview yenye ubora wake.